Audh billah min alshitan rajim bismillah rrahmani rahim, thuma salatu wassalamu ala ashraf almursalin wala alihi wasahbih lajmain, rabishrah li sadri wayssir li amri wahlu luqdatan min lisani yafqahu qauli. Ama baad, assalamu alaikum warahmatu llahi wabarakatuh. Dada zangu katika iman, leo hii tutaendelea na darsa yetu na nitazungumzia kuhusu umuhimu wa kuleta suluhu baina ya watu. Dada zangu katika imani, kusuluhisha baina ya watu ni ibada kubwa sana inayopendwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na ni miongoni mwa matendo makubwa ambayo Uislamu unahimiza, kwani Uislamu ni dini ya upendo, Uislamu ni dini ya umoja, Uislamu ni dini ya maelewano baina ya Waislamu. Dada zangu katika imani, ni ndoa ngapi zimeharibiwa kwa sababu ya kutoelewana kati ya mume na mke? na ni tofauti ngapi zimetokea kati ya ndugu wawili, kati ya marafiki, kati ya majirani kwa sababu ya kuteleza au kosa? Basi dada zangu katika imani, hongera kwa wote waliojaliwa na tabia hii njema ya kuleta suluhu baina ya watu. Dada zangu katika imani, kutoelewana ni jambo la asili na uh, hakuna binadamu aliyesalama kutokana nalo. Ikiwa, dada zangu katika iman, kutoelewana hutokea kati ya watu wema, basi vipi kuhusu wengine? Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopata habari kwamba baadhi ya maswahaba wake wema kutoka uh, yani kwa watu wa Kuba walikuwa wamehitalifiana, alikwenda kuleta suluhu baina yao. Haya yamepokewa kutoka kwa Sahl ibn Saad As-Saadi radhiyallahu anhu kwamba watu wa Quba ambao ni maswahaba wema wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walipigana mpaka wakarushiana mawe. Mtume sallallahu alaihi wasallam alijulishwa juu ya hilo, hivyo akasema idhhabu bina nuslihu bainahum, yaani twendeni tuka

miongoni mwao wapo watu wanaopenda kujitakasa na Mwenyezi Mungu anawapenda wanaojitakasa dada zangu katika imani anasema pia Allah subhanahu wa ta'ala katika Quran sura Hud aya mia moja na kumi na nane hadi mia moja na kumi na tisa walau shaa rabbuka lajalnasa ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk, na lau kuwa mola wako mlezi angelipenda, angewafanya watu wote wakawa umma mmoja, lakini hatawaacha kukhitalifiana isipokuwa wale ambao, yani, mola wako mlezi amewarehemu. Amesema Ibni Kathir katika tafsiri yake kuhusu maana ya aya hii kuwa tofauti zitaendelea kuwepo kati ya watu katika dini zao, katika imani zao, katika madhehebu zao na katika maoni yao. Walakin, tofauti hii haipaswi kusababisha nini? Ugomvi na uadui. Dada zangu katika imani, mengi ya mizozo na matatizo yanatokea baina ya, ya Muislamu na ndugu yake, yanatokea baina ya mume na mke, au baina ya rafiki na rafiki yake ni kwa sababu ya mambo na tuhuma ambazo sheitani yani huzitia katika nafsi za watu, na watu yani, huongezwa yani huongozwa na nazo. Matatizo haya dada zangu katika imani ndio huwa sababu ya uadui miongoni mwao. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, inna shaytana

Rawahu Muslim. Yani, mtume sallallahu alaihi wasallam asema sheitani amekata tamaa ya kuabudiwa na waja katika bara Arabu, lakini ataendelea kuzusha mifarakano baina yao, yani kusababisha fitna, uadui na mauaji baina yao. Dada zan katika imani, amesema Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an, kadhalika Surat An Nisa aya ya mia moja na kumi na nne

mambo yao ya siri, mambo hayo hayana kheri isipokuwa kwa yule anayeamrisha kutoa sadaka au kutenda mema au kupatanisha baina ya watu. Na mwenye kufanya hayo kwa kutaka radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi tutakuja mpa ujira mkubwa. Dada zangu katika iman, Imam At-Tabari rahimahullah, yani Allah mrehemu, amesema kuhusu aya hii au, yani au islahi baina nas au yani, kusul, yani suluhu baina ya watu kuwa suluhu baina ya wale, kuwa ni suluhu baina ya wale wanaogombana au wanaokhitalifiana na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameruhusu suluhu baina yao ili warejee kwenye yale ya, yani yanayoleta maelewano na umoja wa maoni kwa kuzingatia yale aliyoyaruhusu na kuyaamrisha Allah Subhanahu wa Taala. Haya yanapatikana katika kitabu cha tafsir cha At-Tabari juzi ya nne, ukurasa elfu mbili mia tano na thalathini na tisa. Dada zangu katika imani, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa anayesuluhisha baina ya watu atapata ujira mkubwa.

Yani, je ni, ku, ni kuambieni kitu chenye hadhi bora kuliko saum kuliko swala kuliko sadaka? Wakasema maswahaba ndiyo. Akasema mtume sallallahu alaihi wasallam ni kusuluhisha baina ya watu, kwani ufisadi baina ya watu ni mnyoaji. Eh, na katika riwaya nyingine akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam la aqulu khaliqu shara walakin tahliku din, yani kwani sisemi kwamba yani hunyoa nywele bali, ooh, ufisadi hunyoa dini. Na haya yanapatikana katika Sunan at-Tirmidhi na ni hadithi nambari elfu mbili mia tano na kumi. Dada zangu za katika imani kupitia mageuzi undugu wa Uislamu unapatikana, anasema Allah subhanahu wataala katika Quran surat al-Hujurat aya ya kumi

Hakika waumini ni ndugu, basi suluhisheni baina ya ndugu zenyu, na mcheni Allah subhanahu wataala ili mpate kurehemewa. Imekuja pia dada zangu katika iman, katika hadith kutoka kwa Abu Huraira kuwa mm, kuwa amesema mtume sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alayhi sadaqatun kula yawmin tatlau fihi ash-shams tadilu bainal ithnain sadaqatu

Kila siku yani linapochomoza nini jua, kufanya uadilifu baina ya watu ni sadaka. Kila hatua un, uh, yani, anayechukua mja kwenye swala ni swadaka. Neno zuri ni swadaka. Kuondosha chochote kinachoweza kuleta madhara njiani ni swadaka, na neno zuri kadhalika ni swadaka. Haya yamepokewa na Imam Al-Bukhari na ni hadith nambari elfu mbili mia nane na tisaini na moja na kadhalika, imepokewa na Imam Muslim na ni hadith nambari elfu moja na tisa Dada zangu katika iman, yatupasa kufanya haraka kuleta suluhu baina ya watu, kwani Allah subhanahu wa ta'ala anapoichukua roho ya mja wetu, au ya mmoja wetu, au jamaa zetu, husimama kwenye kaburi lake na kulia lakini kulia huko yani haina faida kwa waja wake. Na miongoni mwa masharti dada zangu katika iman ya mpatanishi mwenye kuwapatanisha watu, sharti la kwanza kwa mwenye kupatanisha watu ni kuwa na nia ya kweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hatakiwi kutafuta kupitia o, yani upatanisho wake hatafute pesa au atafute cheo au kujionyesha au sifa, bali atarajie radhi za Allah subhanahu wataala katika upatanisho wake. Anasema Allah subhanahu wataala katika Quran Surat An-Nisa aya mia moja na kumi na nne.

Sharti ya pili, dada zangu katika imani, kwa mwenye kupatanisha watu ni lazima atafute haki na awe mwangalifu sana dhidi ya dhulma, asifanye dhulma katika upatanisho wake. Anasema Allah subhanahu wataala katika Quran surat al-Hujurat, aya ya tisa, faaslihuu bainahuma biladli waaqsituu inna Allah yuhibbul muqsitin, basi patanisheni kwa uadilifu na fanyeni uadilifu. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala wapenda wafanyao uadilifu. Dada zangu katika iman, sharti ya tatu ya upatanishi ni sulu, yani, suluhu ya mpatanishi lazima iwe katika misingi ya elimu ya sheria ya Kiislamu ambayo ni Qur'an na Sunna, na ni vyema mpatanishi kushauriana na Muslim scholars au wanavyuoni kuhusu swala hili na kuzingatia maoni ya kila upande na ya ine ya upatanishi dada zangu katika imani ni lazima yani, kuchagua mpatanishi, kuchagua muda yani, mwafaka wa kusuluhisha kati ya wanaogombana yaani, mpatanishi ya mpasa kwanza kuzima moto wa hasira baina yao, kisha baada ya hayo awapatanishe. Na sharti ya tano, dada zangu katika imani ya mpatanishi, ni lazima mpatanishi awe mpole katika usemi wake na ataje matendo mema ya kila mmoja wao yenye kusifiwa. Na pia inajuzu kwa mpatanishi kurefusha hotuba yake hata ikiwa baadhi ya yale anayasema ni uongo.

kwa sababu ya umuhimu wa suluhu baina ya watu amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, leisa bilkadhib man aslaha baina nnas wa qala khairan aw tamanna khairan, rawahu al-Bukhari. Yani yeye si muongo anayesuluhisha baina ya watu kwa kusema jambo jema au kueneza jambo la khairi. Haya yamepokewa na Imam al-Bukhari. Pia dada zangu katika imani, imepokewa kutoka kwa Asma radhiallahu anha kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amsema la yahilu lkadhib illa fi thalatha yuhaddithu rajulu zaujatihi liyurdhiha wa lkadhib fi lharb w lkadhib liyuslaha baina nas, rawahu Atirmidhi, yani uongo hairuhusiwi isipokuwa katika mambo matatu. Jambo la kwanza ni uongo naruhusiwa ni uongo ambao mwanamume atam atamwambia mkewe ili kumridhisha. Yaani kusema uongo hapa kwa mwanaume kwa kwa mkewe, uongo hapa yaani, haumaanishi ule uongo unaopelekea, yaani kukwepa majukumu yake au kumdhulumu au kupora haki zake, bali ni ni yule uongo ya kuonyesha mapenzi maelewano na utulivu katika familia. Na uongo wa pili ambao kwamba unaruhusiwa ni kusema uongo vitani. Na uongo wa tatu unaruhusiwa ni kusema uongo ili kuleta suluhu baina ya watu. Na kisha, dada zangu katika imani, baada ya hapo, yampasa ya mpatanishi uh, yaani awaonye dhidi ya uharibifu wa uhusiano baina yao na kwamba kufanya hivyo ni ndio, yaani kuchoma dini. Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, ame kuhusu hayo Uh, katika hadith la yahillu li muslimi an yahjura aqahu fawqa thalathi layalin yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khayruhum alladhi aladhi yabda'u bis salam muttafiqun alayhi. Mtume sallallahu alayhi wasallam msema haijuzu kwa muislam kumgura nduguye kwa zaidi ya siku tatu, wakakutana na huyu akageuka na huyu akageuka, na mbora katika hao ni yule uh, anayeanza kwa amani. Haya yamekubaliwa, dada zangu katika imani. Pia imekuja katika hadith kutoka kwa Abu Hurairah radhiallahu anhu, kuwa amesema mtume sallallahu alaihi wasallam, tuftahu abwabul janna yawmal ithnain wa yawmal khamis al wa yughfar likulli abdin muslimin la yushrik billahi shay'an illa rajulan kana bainahu wa baina akhihi adawatan fayaqulu undhuru hadhain hata yaslaha hata yaslaha undhur hadhain hata yaslaha rawahu Muslim. Yani amesema mtume sallallahu alaihi wasallam, milango ya peponi hufunguliwa siku ya Jumatatu na Alhamis na husamehewa kila kila mja mwislamu asiyemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na chochote, isipokuwa mtu ambaye baina yake na ndugu yake kuna uadui. Uh, wasuluhishe wasuluhishe. Amesema imamu An-Nawawi Allah mrehemu, kuhusiana na kauli hii katika hadithi hiyo, undhuru hadhaini yaslaha yaslaha, yani wasuluhishe mpaka wapatane, kumaanisha yani wachelewisheni mpaka wapatane au warejee kwenye suluhu na mapenzi. Dada zangu katika imani, kadhalika miongoni mwa faida za kusuluhisha baina ya watu ni Jambo la kwanza ni kwamba huleta mapenzi, yaani mapenzi huchukua nafasi ya utengano na nafasi ya chuki. Na pili, suluhu baina ya watu hutia ndani ya nafsi zao fadhila na msamaha. Na tatu suluhu hupelekea kupata amali njema na kuinua daraja ya mja. Na nne maisha ya jamii huo hunyooka na watu huwa huru kushirikiana na kufanya kazi pamoja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na tano furaha ya mioyo na amani ya nafsi yani huwa kutokana na, uh, kutokana na, na na na suluhu baina ya waja, dada zangu katika imani. Mwisho kabisa, yatupasa sote kutakasa nyoyo zetu kutokana na chuki, kutokana na husda, kutokana na kijicho, kutokana na unafiki, kutokana na dharau, kutokana na ria na na kadhalika kutokana na udanganyifu. namuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie sote mwisho mema. Shukran, shukran jazila, wa barakallahu fikum.